Naam kwa majina nafahamika kama Idris Mohamed. Wengi unifahamu kama President William Ruto Sekonda. E, ni vile vile pia ni mwanzilishi e, wa movement inayoitwa Ruto kumi bila break. Na leo hii nataka tuzungumzie jambo ambalo e, limekuwa likizungumzwa sana kuhusu Profesa Kithure Kindiki na Rais William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya. E, n, watu wakisema ya kwamba Kithure Kindiki hafai kumaliza na Rais William Ruto kwa awamu hii inayokuja, awamu ya pili ambayo ni ya tutam. Mimi nataka niseme ya kwamba Kithure Kindiki anafaa kumaliza na Rais William Ruto kwa hiyo tutam yao. Kwa hivyo ile kitu tunasema ya kwamba tumeona kuna baadhi ya wanasiasa ambao wamekuwa wakijipigia waki debe, en ukiangalia kwa yale maeneo yao wakisema ya kwamba na 2027 Rais William Ruto anafaa kuchagua e, naibu arais kutoka maeneo ya Nyanza ama maeneo ya Western. Tunataka kusema sisi kama wafuasi wa Rais William Ruto e, ni ya kwamba, en, Kindiki, anatosha. Profesa Kidure Kindiki anatosha kwa sababu ile uweledi akonao na ile kisomo akonao na hii kazi kidogo amefanya kwa muda tumeona kwamba hii za performer ni mtu mwaminifu very loyal. Ukiangalia wakati ambapo alipopewa wizara ya, ya usalama tumeona ya kwamba en, amenyorosha sekta ya usalama na kumekuwa na utulivu na kumekuwa na mikakati ambayo alikuwa ameweka. Kwa hivyo en, yeye kama naibu wa rais, mimi ile kitu ningeomba tu rais William Ruto asidanganywe na mtu yoyote, amemchagua Kithure Kindiki, mtu wa kutoka sehemu ya central, amalize naye muhula wake wa miaka kumi. Amemchukua sasa hivi kama naibu wa rais, aendelee naye, kusitokee kusi watu ambao watakuja wavuruge hii amani iko hii utulivu iko kwa taifa letu, na vilevile vile utulivu ulioko katika chama yetu. Kwa hivyo ile kitu tunaomba ya kwamba en, kidhure Kindiki, profesa kidhure Kindiki na William Ruto waendelee kushikana hivyo hivyo mpaka 2032 ambapo Rais William Ruto atakuwa anaondoka madarakani. Kwa sababu atakuwa amemaliza ile miaka yake kumi ya uongozi. Kwa hivyo wale ndugu zetu ambao wanamshurutisha e, wa Rais wanamwambia kwamba amefanya zaidi ya vikao mia tano sabini. Ni nani anaweza fanya vikao hivyo, na ukiangalia katika kaunti ya Taita Taveta Profesa Kidure Kindiki amekuja zaidi ya mara sita, amekuja kwa empowerment zote, amekuja kwa sub county zote. Je, ni nani mwingine ambao tunamhitaji mhitaji karo na Kidure Kindiki? Mtangulizi wake ambaye alikuwa anajulikana kwa masuala ya shares na ukabila na mambo ya milima, tumeona kwamba toka apewe nafasi ya kuwa naibu wa rais hajawahi kanyaga Taita Taveta county wala hajawahi fanya mikutano katika pwani ya Kenya, lakini ukiangalia profesa Kidure Kindiki amekuja Taita zaidi ya mara sita paka, tumeona kwamba aliweza kumzawadi and fulani hapo Mwatate, akampea gari vile vile, tumemwona anatosha, is capable, ni msomi. Na ni mtu ambaye ana heshima zake na ni very loyal. Ni mtu ambaye shindana na boss wake, hawezi shindana naye, hawezi jibizana na rais. Ni mtu ambaye sisi kama Wakenya na wale ambao tunaitwa wasuhuba wa karibu ama wakuruga, wakuruba wa karibu wa rais William Ruto tunasema ya kwamba Kindiki amalize na Ruto, miaka kumi ya Ruto na miaka kumi ya profesa Kithure Kindiki, kusitokee jambo lolote ambalo rais ataambiwa chukua mtu kutoka sijui hapa sijui huyu hapa, na Kindiki anatosha. Kwa hivyo sisi tunataka kusema ya kwamba Profesa Kithure Kindiki tutam na mheshimiwa President William Ruto tutam